Sana neno la Bwana, majina yangu naitwa Yefuta Sengiufa, ni nimekuja mbele zenu siku ya leo kwa madhumuni mahususi ya kufanya utambulisho, introduction, ya channel mpya ambayo ni special kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, kwa kuzingatia nyakati, huu ni wakati muhimu sana ambapo watu wanapaswa sana kujihusisha sana na habari ya ufafanuzi wa uchambuzi wa neno la Mungu na tafakari za maandiko matakatifu, uh, kwa ajili ya manufaa ya maisha ya sasa na ya baadaye hapa duniani na baadaye yako mbinguni. Uh, mtumishi wa Mungu Daudi katika kitabu cha Zaburi sura ya ishirini na saba mstari wa nne anasema kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo hilo ndilo nitakalo litafuta, ya kwamba nikae nyumbani mwa Bwana ni utafakari uzuri wa Bwana hekaluni mwake. Unaona, hii inatufundisha kwamba Daudi aliweza kuona kwamba tafakari ya neno la Mungu ni kitu muhimu sana sana sana katika maisha ya kiroho, ningeweza kusema ya Mkristo lakini inamaanisha hata asiye Mkristo basi inamfaa awe Mkristo, ili kwa sababu na yeye awe kama Daudi, aone umuhimu wa kuishi maisha yake akiwa amejifanya mtu wa tafakari ya neno la Mungu kila siku, kila wakati, kwa masilahi yake ya kiroho na kimwili, kwa hali halisia maisha yalivyo ile trend of life ukitafakari maisha haya, huko tumekotoka, hapa tulipo na huko twendako, si rahisi, kuna ugumu. Tumo katika nyakati ngumu. Nyakati ngumu zilianza tangu zamani, lakini kadiri siku zinaenda, mambo yanazidi kuwa magumu magumu zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo tujenge desturi ya kuwa watuwa tafukadanela Mungu. So ni na introduce channel hii mpya maarufu kama Spiritual Revolution Mission, ambapo naweza nikasema ni, uh, ni programu ambayo ni ya kimapinduzi ya kiroho, mapinduzi ya kiroho. Ambapo naposema mapinduzi ya kiroho, ina makusudi maalum ya kujitahidi kusemezana na watu wa Mungu maneno ya Mungu katika hali ambayo ni ya kimapinduzi. Mapinduzi, mapinduzi inamaanisha mabadiliko, kwa hiyo neno la Mungu itakalokuwa linapita katika chaneli limejikita sana katika hali halisi ya mabadiliko katika swala la neno la Mungu, lakini haimaanishi kwamba ni kuyabadilisha kabisa, bali badala yake ni kwamba mfumo wa injili utakaokuwa ukipita hapa utajitahidi kutofautiana kiasi na mifumo ya baadhi ya injili zinazohubiriwa ambazo ni za kipotoshaji, ambazo ni za mafumbo-mafumbo. So injili hii itakuwa ni injili transparent, sio injili ya methali methali, misemo tata. Neno la Mungu kwa uwazi ili watu waelewe. Kwa hiyo utajitahidi kuwa ukihudhuria katika mifululizo mbalimbali matoro mbalimbali yanayowekwa hapa kwa kadiri ya uongozi wa Mungu mwenyewe atakavyokuwa akiongoza. Ikiwa asante sana na karibu.